Wakati natoka daa nilirudi na maiki mbili ambazo nilisema ni maiki kwa ajili ya podcast. Sasa maswali mengi yalikuja ya ga, yakatokea watu wakawa nauliza podcast ni nini? Sasa ukija kwenye definition ya podcast au maana halisi ya neno podcast, podcast ni mazungumzo au mada fulani ambayo inazungumzwa kwa njia ya audio, lakini baadaye teknolojia ilivyozidi kuongezeka wakaiongezea ikawa na video. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya podcast na interview, lakini nilivyozungumzia podcast, sio lazima tu podcast labda ya wewe unazungumzia mada fulani, au labda unafanya interview na mtu fulani. Inaweza ukawa wewe mwenyewe, lakini ukawa unapenda kuzungumzia biashara yako, unapenda kuzungumzia vitu ambavyo unavijua, unapenda kuzungumzia vitu ambavyo umejifunza. Hiyo inaitwa podcast. Kwa hiyo hata kama wewe sio labda mwandishi wa habari, haujasomea mambo ya habari, sio vitu vyako, lakini una biashara, una maisha fulani ambayo unaishi ambayo unaweza ukashare na watu wengine, unaweza ukaja Yoma Pixel tukakutengenezea video kwa sababu sisi ni wataalamu kabisa wa kutengeneza hizo video za podcast na interview. Na hii sio tu kwa kwa kwa hao ambao labda wana biashara au nini, hata wewe kama una chochote kile ambacho unaweza kukifanya, kakifanya tuweza tukakupa ushauri ukaweza kuingiza hela kupitia vitu hivyo, vitu ambavyo unaweza kuvifanya. Kwa mfano labda unafahamu kuhusu mapishi, unahitaji kufanya kazi na sisi, tuvifaa vipo, tutakurekodi tutafanya, tutafundisha watu, unaweza kupata hela kupitia kupitia YouTube, kupitia TikTok, unaweza kupata hela yala kupitia platform nyingi sana ambazo zinaweza zikakusaidia ku, ku, ku kuingiza kipato kwa kupitia video tu ambazo zinaweza kwa kurekodi sisi ya mapixel. Karibuni sana sana sana sana, na hiyo ndo maana halisi ya podcast. Kwa wale ambao walikuwa wanauliza podcast ni nini, hilo ndio jibu lake. Podcast ni sauti na video ambazo zinaelezea mambo fulani au mada fulani, hiyo ndio podcast. Karibuni sana wote wote wote kwa pamoja.